jamaa za familia moja kutoka kijiji cha nyakongo kaunti ndogo ya nyamira kaskazini wamelazimika kukimbilia usalama wao baada ya wanakijiji wenye ghadhabu kuvamia boma lao na kuteketeza nyumba zaidi ya nne kabla ya kufyeka mimea yote shambani inaarifiwa kuwa familia hiyo ilivamiwa kutokana na mzozo unaodaiwa kusababisha kifo cha mwanaume mmoja aliyetambulika kama philip bosire mzee peter okeri momanyi mwenye umri wa miaka sitini na sita mkewe florence mora pamoja na familia yao wamekuwa na mzozo na familia Philip Bosiri kwa muda mrefu. Familia hii sasa inaomba serikali kuingilia kati mzozo ili wapate suluhisho na kurejea kwao. Sisi hatukuhusika kwa, kwa haya maneno, kwa sababu kijana alitoka kwa ajera. Sisi hatukuhusika chochote na yeye, lakini sasa wanachoma nyumba yetu, wanasema ati sisi ndio tuliua huyu kijana. Hii chambo wakati linapoingia Mama alisughulika sana kujua hii jambo file linakucha, ni suluhisho gani litaesa kuwa, akapeleka mtoto hospitali mpaka akamaliza. Ndipo sasa hiyo chanzo ndio ilianzia hapo. Sasa hiyo watu wataki mimi na wana yangu nyumbani, inasindwa inaenda wapi? Serikali yetu, kwa maana hapo ni kwangu wanataka kuvungusa mimi. Uh, Tumekubaliana kuanzia wakati huu tujaribu kuongea na wananchi ili waweze kuhifadhi amani, kwa sababu ndio Philip ambaye alituacha ashaondoka. Uh, na serikali inafanya chochote kile kinawezekana ili kuweza kuleta uh, wale ambao walihusika na hiyo maneno uh, mbele ya sheria.